Mansa Musa, mfalme wa dhahabu. Miaka ya mapema ya karne ya 14, jua na Afrika Magharibi lilimulika juu ya milima na tambarare za Mali, nchi yenye utajiri usioelezeka. Hapo ndipo alikulia kijana wa ukoo wa kifalme aliyeitwa Musa Keita, kijana wa heshima, hekima na hamu ya kutawala kwa haki. Musa alizaliwa katika familia ya kifalme ya ukoo wa Keita. Ukoo uliokuwa na mizizi ya damu ya askari na watawala waliopigania ustawi wa dola ya Mali. Wakati huo, Mali ilikuwa taifa lenye nguvu, lakini bado halikuwa limetangaza ukuu wake kwa dunia. Fursa ilikuja alipoteuliwa kuwa naibu mfalme wakati Mansa Abu Bakar wa pili alipoondoka katika safari ya kuvuka bahari ya Atlantic, safari ambayo hakurudi. Hapo ndipo Musa alipoapishwa rasmi kuwa mansa wa Mali mwaka 1312. Baada ya kuwa mansa Musa, alianza kuimarisha mali ya dola lake. Dola ya Mali ilikuwa imebarikiwa na rasilimali adimu, hasa dhahabu na chumvi. Maeneo ya madini kama Bambuk, Bure na Galam yalitoa dhahabu kwa wingi. Hii haikuwa dhahabu ya kidogo, ilikuwa ni tani kwa tani kila mwaka. Mansa Musa alitengeneza mifumo madhubuti ya ukusanyaji wa kodi, biashara na ulinzi wa barabara kuu za wafanyabiashara kutoka Maghrib na Misri hadi Afrika ya Kati. Biashara ya dhahabu na chumvi ilikuwa haraka na hazina ya kifalme ikaanza kujaa si kwa maelfu bali kwa mamilioni ya dinari, sarafu za dhahabu. Nyumba ya kifalme haikuwa ya kawaida, ilikuwa ni kasri ya maajabu yenye mapambo ya dhahabu, vyombo vya fedha kuta zilizochorwa maandishi ya Kiislamu na mabanzi yaliyopakwa manukato ya miski na udi. Watumishi wake walivaa mavazi ya hariri. Watoto wa kifalme walifundishwa falsafa, hisabati na Qur'an. Chakula kilihudumiwa kwenye vyombo vya dhahabu. Katika mji wa Timbuktu, watu kutoka dunia nzima walikusanyika kusoma, kufanya biashara na kujifunza. Mwaka 1324 Mansa Musa aliamua kufanya hija safari takatifu ya Waislamu kuelekea Maka. Lakini hii haikuwa hija ya kawaida. Aliandaa msafara wa kushangaza dunia: ngamia elfu moja, kila mmoja akiwa na paundi mia tatu hadi mia tano za dhahabu, watumwa elfu kumi na mbili, kila mmoja akiwa na dhahabu mkononi, wahudumu sitini elfu waliovaa mavazi ya hariri walibeba vyakula, maji, zawadi na silaha maaskari wa kifalme waliolinda heshima ya mfalme. Watu walipofika Kairo walistaajabu. Mansa Musa alitoa sadaka kwa wingi kiasi kwamba bei ya dhahabu ilishuka kwa zaidi ya muongo mmoja. Ulimwengu wa Kiislamu ulianza kuulizia, mali iko wapi? Nchi gani hiyo iliyo na mfalme tajiri hivi? Jina la Mali likaingizwa kwenye ramani ya dunia ya Ulaya kwa mara ya kwanza. Baada ya hija Mansa Musa alirudi akiwa amebadilika. Aliambatana na wanazuoni kutoka Misri na Sham, wasanifu majengo kama Abu Ishaq al Sahili aliyesaidia kujenga msikiti maarufu wa Jinjireber, vitabu vya Kiislamu na sayansi. Katika mji wa Timbuktu alianzisha chuo kikuu cha Sankore kilichokuwa na vitabu zaidi ya 700,000, walimu wa theolojia sheria, falsafa na tiba wanafunzi kutoka maeneo ya mbali kama Cairo, Fez na Hispania. Mali ikawa si tu taifa tajiri bali na ngome ya maarifa barani Afrika. Mansa Musa aliendelea kutawala kwa busara hadi kifo chake mwanangu mwaka 1337. Aliacha dola lenye ukubwa zaidi Afrika ya Magharibi wakati huo. Majengo ya ajabu baadhi bado yamesimama hadi leo. Historia ya mfalme ambaye si tu alikuwa tajiri bali pia mlezi wa elimu, dini na maendeleo. Baada ya kifo, mali ya dola ilianza kudorodoka kwa sababu ya mizozo ya uongozi, lakini jina lake libaki kwenye vitabu vya historia, simulizi za Arabu na hata ramani za zamani zilizoandikwa kwa Kilatini. Mansa Musa alikuwa zaidi ya mfalme, alikuwa ni mtemi, msomi, mtoaji na mtu ambaye aliwakilisha kilele cha ustaarabu wa Kiafrika kabla ya uingiliaji wa wakoloni. Leo hii bado anakumbukwa kama mtu tajiri zaidi aliyeishi, lakini zaidi ya utajiri ni urithi wake wa maarifa, uadilifu na maono unaoishi milele.